Na mtazamaji, hebu sasa tuangazie taarifa za biashara. Kenya na Israel zimeshirikiana kukabiliana na vitisho ibuka vya uhalifu wa mtandaoni. Mataifa hayo mawili yatashirikiana katika utafiti na tahadhari za mapema ili kuepusha vitisho vya mtandaoni. Waziri wa habari, mawasiliano na uchumi dijitali William Kabogo anasema ushirikiano huo utazingatia uhamishaji wa teknolojia ambapo wahandisi wa Kenya watashirikiana na wale wa Israel kubuni na kutumia teknolojia ya ulinzi katika miradi ya kitaifa kama ule wa jiji la kiteknolojia la Konza. Taarifa hii kwa kina na nyingine ni kwenye kapu la biashara. Kenya imeshuhudia ongezeko la mashambulizi ya mtandaoni katika siku za hivi majuzi ambayo yanalenga tovuti za umma na taasisi za kifedha zikiwemo benki na vyama vya ushirika. Ni hali ambayo imesababisha hasara kubwa ambayo wataalamu wanakisia kuwa mabilioni ya pesa. Takwimu za halmashauri ya mawasiliano zinaashiria kwamba vitisho vya mtandaoni viliongezeka maradufu kutoka bilioni 3.5 hadi bilioni 8.6 kufikia katikati ya mwaka huu. Ili kukabiliana na tisho hilo Kenya inanuia kutumia ujuzi kutoka Israel pamoja na ushirikiano na vyuo vikuu mbali na hatua za kuimarisha ustahimilivu wa kidijitali. If you look at the Israeli model, how Israel has positioned itself as a major cybersecurity center in the world, Kenya can do that as well. Kwingineko, Kenya inadhamiria kuimarisha uongozi ili kudhibiti deni lake la kuboresha uchumi wa taifa. Mkurugenzi mkuu wa udhibiti wa deni katika wizara ya fedha, Rafael Owino, anasema kuwa kuwapa wasimamizi wa taasisi muhimu za serikali ujuzi wa kikazi ni muhimu katika kuimarisha uwajibikaji na usimamizi mwafaka wa mali ya umma. The leadership gaps that we are having in our public sector institutions to me is very critical. Mwishowe, halmashauri ya bandari humu nchini inadhamiria kujenga kituo cha meli za kitalii kwenye bandari za Lamu na Shimoni katika juhudi za kuimarisha biashara ya utalii katika eneo hilo. Bandari hizo mbili zimekuwa vivutio vya meli za kitalii, mamilioni ya wageni wakizuru eneo hilo. Wiki hii meli kwa jina MVSH Diana ilitia nanga kwenye bandari ya Lamu baada ya kuzuru eneo la Shimoni katika kaunti ya Kwale ikiwa na abiria 120 na wafanyikazi 129. Hii ni natija ya Lamu na tunafurahia ku, kuwa na wageni. Ninafurahia kuwa wafanyaji biashara wangu Uh, wenye mahoteli watafaidika kutokana na ziara hii.